Hatuwezi, tumechoka. Leo leo mpaka saizi timu yetu ina struggle kupata mishahara wachezaji, mwekezaji hapatikani. Mwekezaji hapatikani, dirisha la usajili dogo, mwekezaji hapatikani kwenye simu mpaka dirisha linakaribia kufungwa. Wewe ndio baba wa familia, unajua kila Januari lazima mimi watoto wangu niwalipie ada. Inafika Januari unafunga simu, unapatikana mwezi wa nne. Wewe ni baba bora kweli? hapatikani. Timu yetu inahitaji maboresho kiufundi, of course, hatuna timu mbaya mbovu kiasi hicho, lakini kwa wale maeneo ambayo tunaona kama tunafaa maboresho, basi tajiri atoe pesa tuweze kusajili. Tajiri hapatikani kwenye simu mpaka leo. Mwenyekiti mtaza Ali Mangungu kwa hekima yake na busara yake akasema, hawa wachezaji ambao wanataka kuuzwa, Jean Charles Ahoua anakwenda sia ya Beloslavi, pamoja na Steve de Dese mkwara anakwenda Al Masry, tuwauze, hizi pesa tuzielekeze kwenye kusajili wini wachezaji wapya ambao wataisaidia klabu ndio unaona kina Libase Gweye, Anis Etiaula, unamuona huyu Nixon Kibabage golkipa eh, Mamadu pamoja na mchezaji mmoja ambaye klabu ilimpata ikimwambia jeruti tusaidie kusajili o, Josephine, Inos liomba mshambuliaji atakao kutoka Kongo. Mchezaji yuko wapi? kama makubaliano wetu sisi ilikuwa ni kuisaidia Simba imeku, imekuwa ime ni mazoea na sio mara ya kwanza. Shida ya kwanza kuna shida mwekezaji hapatikani. Kuna wakati niwaambie, leo, kuna wakati simba ilikuwa inataka kucheza, iende kucheza Almasri, iende kucheza Misri, simba ikawa haina hela kusafirisha kusafirisha wachezaji, mwekezaji hapatikani, kuna simba mwenyekiti wetu Murtaza Mangungu akahangaika, yeye na wajumbe wake kwenda kukopa pesa kwa baadhi ya wadau ili simu timu isafiri, akapata pesa, timu ikasafiri lakini timu ilifika fainali. Pongezi nyingi anapongezwa mtu mmoja, anakashifiwa mtu mwingine. Matokeo yakiwa mazuri ya klabu ya Simba anapongezwa mtu huyu, anakashifiwa Mangungu. Hapana. Mnyonge, mnyongeni aki yake mpeni. Mwenyekiti Murtaza Ali Mangungu ndio mwenyekiti pekee kwa sasa mwenye mafanikio kuliko mwenyekiti yoyote, unamjua wewe tangu Simba yu, yu, kwa takwimu, chini ya uongozi wa mwenyekiti Mangungu timu imeenda fainali asibekane chini ya mwenyekiti Mangungu timu imecheza CAF Champions League robo final tano. Chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu imeingia group stage ya CAF Champions League bara saba. Lakini chini ya mwenyekiti Mangungu timu yetu ya klabu ya Simba mapato yake yameongezeka. Tulikuwa tuna, tuna, tuna bajeti ya bilioni moja kwa mwaka leo bajeti ya Simba ni bilioni ishirini na tano. Mapato yameongezeka chini ya, ya utawala Mangungu. Sasa unasemaje, Mangungu ni mtu mbaya? Leo tunafungwa pale uwanjani Benjamini William Mkapa, mchezaji anachukua mpira anarudisha nyuma, tunafungwa. Unapata nguvu wapi ya, kum, ya kumkashifu kiongozi? Mangungu amekosea wapi? Structure ya uendeshaji wa klabu ya simba simba, nasimamiwa na bodi ya kurugenzi. Bodi ya kurugenzi mwenyekiti wake anatoka upande ume... wa mchezaji ambao ambayo sasa hivi ni Kesanto Simagori ndani ya bodi wao wako wengi kuliko upande wa asilimia hamsini na moja. Wao ndio wanainitiate malipo ya wachezaji, wao ndio wanasajili wachezaji, wao ndio wanapanga kila kitu. Lakini pia chini ya bodi ya wakurugenzi ambao mwenyekiti ni mwe, Kristatus Magoli yupo upande mwe wa mwekezaji wa asilimia hamsini na moja, ndani yake kuna wajumbe wetu wapiga kura wa wanachama, tuliwachagua. Tuna mkuu, chini yake ndio kuna operation ambayo ipo chini ya CEO.